ndio timu pekee ambayo tulienda msimu uliopita mpaka fainali. Msimu uliopita akabaki wakabaki nyumbani. Azamu alishika nafasi ya pili, alishika nafasi ya tatu, kaenda tu mpaka ya fainali, lakini na msimu huu pia, hata kama kawaida atashiriki, atasumbua mahakama, lakini hataenda gerezani. kivipi na? yani utamu U kasema nani kugawa utamu, unasema wewe, kasema nani? Kasema nani wewe, msemo kugawa eh? utamu. Mm. Utamu ni kitu ambacho unakula kwenye kinywa chako. Point huwezi kula. Kwa hiyo kwa sababu kila mmoja anachukua point zetu tatu, manake binafsi bado tuna mchezo mmoja tujamalizana nayo, kwana waliangalia vile vile kwenda kugawa pointi kama kawaida. Mimi naamini nafasi ya Simba kwenda robo finali, kama huyu jasusi atakuwa kasepa, tunaweza tukapanga mipango yetu sawa sawa, na tukaweza tukaenda tu robo finali. Simba usimkatie tamaa. Kajana Ahmed alikuwa anasema Yanga Africans ndio alikuwa akigawa rada kwenye kundi lao. Ah, ukiona kundi lina gawa nne, lina timu nne, basi ujue kuna timu moja itakuwa inagawa. Ani, maneno ya Emeliali Haya ni maneno ya mediali ya kusherehesha, sawa? Lakini ukimwambia Alikamwe alisema itapita timu moja msimu uliopita. Na imeenda Simba, hakwenda nyuma mwiko. Kwao naamini kwenye hilo binafsi, mimi sipingani naye, ni maoni yake. Kwa sisi, sasa tugawe utamu, sisi tunagawa pointi. Lakini hao tuliogawa pointi, nao watatoa pointi tu kwa sababu bado hawajakutana na sisi kwenye michezo ya marudiano. Sina shaka kwenye kipande hicho. Sina shaka kwenye kipande hicho, nao watagawa pointi kama kawaida. Tamu. So utamu pointi. Nao watatoa pointi so utamu. Eh, so utamu hao watagawa pointi. Simba inagawa utamu. Ah, hayo unasema wewe ladha yake? Mimi nikiinukuu kauli yako ya mwisho, hatua ya makundi ya klabu bingwa bara na Afrika, tulikuwa hapa na huyu bwana, naye pia alikuwepo. Mara ya mwisho wakati unasema unakwenda, ulikuwa mnapanga mipango kipindi kile kama unakumbuka, mko Tazara pale mlikuwa mnaelekea Mali, unakumbuka eh? Ukanambia kwamba mnakwenda kuchukua alama zenu pale Bamako nchini Mali. Kiko wapi hapo? Watu wanataka kujua. Ah, tumeshindwa kuchukua zile alama kwa sababu ya huyu jasusi, ya huyu jasusi kashatengeneza ngome yake ya kupoteza tena mchezo mwingine Simba eh? Hey, usi anatoa siri za kambi Huyu anatoa siri za kambi. Kwa hiyo kila mtu anachokifanya yeye, tayari anachukua siri za huku anapeleka, sababu kila kitu kinaenda kwa ushirikiano. Uwezi kukifanya kitu bila ushirikiano, hakuna kitu kama hicho wakati unatoa ushirikiano kule kwenye management, wewe unavyojua jasusi nani, Simba unamjua? Bwana, nataka nikuambia kitu kimoja. Wa Simba unamjua kweli. Hakuna hakuna cha cha anapiga na wewe, jow, umemleta, umemleta Madevu yeah, ili alete kuleta bato. Subiri basi umemleta Madevu. Subiri. Umemleta Madevu. Yeah. Mara ume ya mwisho kwenye makundi ilikuwa ikoja. Umemleta Madevu ili apate kiki aba kiki hakuna Sababu mimi binafsi nakanyaga viongozi wangu, yeye atakuwa na jambo gani sasa kwenye Simba? Maana yake atakuwa kwamba yeye anaendelea kusherehesha, kwa sababu mimi mwenyewe nakanyaga. Ningekuwa mimi natetea yeye, ndio nilikuwa sema kukanyaga, jambo lingeenda vizuri. Lakini kwenye hili, Madevu wana hoja, ataongea nini sasa? Unamuuliza kuhusu jasusi. Yeye atasema nini huyo? Na kati wao ndio wanasema kuna jasusi lao Simba. Wao wanataka aseme nini? Ata jasusi nani? Wao wanaweza kumtaja. Eh bwana eh, nisikilize huyu Mnandi ni ndugu yangu, nilimwambia Mnandi. Mlikuwa mnasema mna maduka Yakageuka yakawa magenge. Sasa hivi vimekuwa vini viota au nini? Kwa sababu wao wanamnaa mkiongozi sikukatarii kwa mtazamo wako. Lakini ndio kamwambia mpanzu juzi hua, kose, glori, soa, kose, si, si, si, pale apige nje. Kamwambia huwa akose lile goli so akose si yule Simba mwau si yule. Aliyemtukana kiongozi wetu mkasema hapa baba, baba sio nyie. Juzi sikakosa yeye na nyavu pale. Hasa kiongozi pale afanye nini? Mnandi, kubali timu yako ile iliyokuenda cheza robo fainali, sasa hivi haipo. Kubali kwanza kimpira, alafu ndio ukosoe viongozi. Mnandi, hichi ndio ulichokitaka wewe, ambaye nilikikataa awali. Usicheke, hichi ndio ulichokitaka wewe, ambaye nilikikataa awali. Unajua, ukitengeneza bato, mtu atakuwa aje na hoja za msingi asije na hoja za kuzunguka zunguka, zunguka mbuyu. Mimi uwaga sipendage kupepesa macho. Ukiniambia kwamba kikosi kilichoenda tu robo fainali au kilichoenda fainali sio hichi, takati ukiangalia wa, wachezaji wengi ambao wamepeleka Simba fainali mpaka leo wapo Simba. Sasa ukiniambia maneno hayo, wachezaji wa umuhimu wameondoka. Wa umuhimu wangapi wa waliondoka Simba? ameondoka Fabrice Ruamba Ngoma ambaye alikuwa ni nahodha ndani ya Simba Sports Club. Lakini pia vile vile ndio alikuwa mhimili mkubwa kwenye eneo la kiungo la Simba Sports Club. Kweli si kweli? Nani? Sasa Ngoma alicheza fainali ya shirikisho. Alicheza Fabrice Ngoma. Ngoma kacheza fainali kumbe shirikisho msimu ulioisha. Fabrice Ngoma. Kacheza fainali msimu ulioisha kwepo. Wana Simba kweli jamani. Ngoma kacheza fainali? Ah, Simba kweli? Kacheza fainali? Sasa zinaanza tarakuruka. Ngoma kacheza fainali Ngoma.

Mm. Mm. Atanitoa kwenye njia kwa sababu mimi nilikuja hapa na targeti zangu. Hizo zibaki kama targeti zangu ili watu wakafuatilia kitu cha umuhimu wake ni yule Eh, una, una uhakika uhakika uhakika sasa uhakika sasa sasa sasa gani wewe, katika mkutano mkutano na na akatukimbia jasusi jasusi jasusi jasusi jasusi nani nani nani? Kama una, un, un, ah, lakini lakini lakini mimi alikasema lao mpaka bado bado yuko salama. Kuna watu wanafukuzana, yule yule yupo, ulikuwa unamjua, tumemjua kwenye kwenye mwisho wa siku, katuacha kaondoka zake. Jukumu lake kwa ajili ya kuaita yule ni mwenyekiti wa klabu ya soka Simba Sports Club kwa upande wa wanachama. Sasa jukumu jukumu la kuondoka na pale si la nani? anaondokaje kutuacha vile yani umetuita mkutano umeisha mkutano umeisha ule yani mkutano umeisha ajenda inatoka ina, ina... ina... ina taarifa yake pale sawa irudi kwetu haijarudi umemaliza mkutano, umemaliza mkutano, mkutano Ushek, na niambia mkutano umeisha ushaye kuona mkutano umemaliza vile hata hivyo vikao vya harusi na vimalizwi vile vikao vya harusi tu au vya wale ambao wanagombana kifamilia kaka na dada au kaka mtu na mdogo wake wanagombana wazazi warekebisha hawezi kurekebisha tatizo vile yani unasikiliza huku unasikiliza huku yani wewe utatui pale tatizo liko wapi unafunga unasema umemaliza shida sasa kafanya nini pale? Bwana, nikirudi nikirudi na kunukuu kwa kumalizia. Mara ya mwisho uliniambia kwamba kwenye makundi ya klabu bingwa barani Afrika kipindi yamepangwa tulikuwa hapa na tukaja kufanya mahojiano na wewe. Ukarudi ukaniambia kwamba Young Africans haendi kokote. Unakumbuka ndugu yangu? Mimi nakumbuka. Alisema Young Africans. Na nilimwambiaje? Havuni alama. Hatuvuni alama yote alisema huyu. Nikamwambia mbele ya wale wa Arabu. Mbele ya wale wa Arabu watatu nikakumbuka kwanza. Kwanza naomba niweke ni sawa. Na, unaikumbuka? Nisikilize. Hmm. Sijasema kwamba nyuma mwiko apate alama hata moja. Naomba nisikilize. Subiri bas. Si basi, subiri basi. Si nisikilize kwa makini. Naomba nisikilize. Naomba unisikilize. Labda wewe ulijisahau. Subiri basi. Labda ulijisahau. Subiri, labda umejisahau. Naomba unisikilize kwa makini. Naomba unisikilize kwa makini. Sijakwambia kwamba nyuma mwiko avuni hata alama moja. Naomba unisikilize basi. So nisikilizishe mambo nisikilize. Hicho <laughs> kitu kwa hiyo na mimi hauna. Na sijaongea hayo maneno. Nisikilizishe. Sijaongea hayo maneno. Usinishishe matango foli. Nilisema hivi kwamba kwenye kundi la nyuma mwiko la hawa Waarabu watatu. Nyuma mwiko hatoboi. Si umeelewa? Hey, hawezi kwenda tu alobo finali. Naomba nisikilize. Hawezi kwenda tu alobo finali kwa sababu hawa walokutana nao wote ni Waarabu pamoja, hawezekana wote wakawa na kiwango kimoja. Kimo Mwarabu atabaki kuwa Mwarabu tu. Sawa? Mwarabu wa kwanza hapa kabebwa na mwamuzi hapa. Ngoma ilikuwa sare ile. Akapata. Sasa mechi si kuwa moja moja ile. Asa unabisha nini? mm -hmm. Mechi ile ilichezwa nyuma, mani zote wote tumeona mpira. Mechi ilikuwa moja moja. Goli walofunga wao, ni kwa na shida gani? Sikuwa basi ilikuwa sare, lakini kwa sababu wako nyumbani, mtu mpe chake, kwa sababu yuko kwake kapata alama tatu. Lakini kaenda kule nchini nchini naye Algeria, kule wale Waarabu walokutana nao, wale Waarabu ndio wale nasema kwamba wale ndio maana wataburuza mkia, <laughs> afu ni mamiko atashika nafasi ya pili. Uwezo kwa nyumbani kwako, eti unacheza mpira dakika za jioni, unamwambia mwamuzi kwamba dakika bado. Wewe unajielewa? Yani Mwarabu uko kwako, sawa, eh? Eti unamwambia mwamuzi eti anamalizaje mpira dakika hizi? Maana yake yule, yule Jesse kashaishiwa. Nikwambia, mwaka huu ana alama zake saba tu ambaye atachukua kwa yule yule Jesse Kabili Kibundi, kibonde wa kundi hili. Alafu kibonde namba mbili ni yeye pale, nafasi ya pili kashika kwa zarura. Tunza maneno yangu. Uliniambia miongoni mwa kundi jepesi ni ile kundi la Simba. Wewe unaninukuu vibaya. Nilisema kabisa watu wengi wanasema kundi. Niambie mimi nikuonyeshe video. Watu wengi wanasema kwa kundi la Simba ni lepesi. Sijai kufanya na kipindi chochote nikasema kundi la Simba lepesi. Watu wanaona watu walikuwa nao wakaona wepesi. Hawa ni wagumu. Sijai kusema kundi la Simba lepesi. Wapo ambao wamesema kundi la Simba. Mimi sijawahi hata siku hii. Mwogope Mwenyezi Mungu. Sijawahi kusema kundi la Simba lepesi. Nilishasema kundi hili watu wanaliona lepesi. Toka limepangwa wanashangilia. Lakini hilo sio kundi lepesi. Hawa watu ila watu walisema ikundi lepeso. So mimi kaka, unakuja akasema, huyu e bwana, nisikilize. Mnandi leo anakataa kila kitu alichokisema mwenyewe, namwambia nimuoneshe video, anakataa. Hawa nyuma mwiko wanapocheza yeah. Namnuku hawa nyuma mwiko walipocheza hizi na na yule kocha oh, wao akitoa nani fozi, wanamwita fozi yeah, yeah. Wakasema foili, wakasema ha ah, fiki popote yeah. Nikamwambia Mnandi wewe ni sawa, unasema uko mbona wewe unacheza mpira mzuri, lakini Yanga shida yetu sisi ni huyu kocha. Kama ataondoka huyu kocha Yange karudi kwenye ubora wake, Mnanduza tutakuja kukataa. Mimi nakwambia, wakati lile kundi linapangwa, tulikuwa kwenye mabanda huko, watu wa Simba walishangilia sana na kutununulia soda kwamba ndugu zetu wakasema ndugu zetu hawa wa manga watatu kazi yenu imekwisha. Walikuwa wanaita wa manga washavuka. Yani, haya maneno ndio maana nimesema ungesubiri subiri, subiri, basi kwani leo ngoja mimi ndo, mimi ndo. Mashindano tumeshamaliza simba jepesi, mimi nakwambia, anasemaje simba leo? Simba kamaliza mwendo, Yanga ana nafasi ya kwenda wapi? Ya kwenda robo finali. Kwa kipi? Kimpira, ana pointi mbili hivi, mtu kasikoa goli moja tu la kubahatisha. Dakika na themanini ana pointi ngapi? ana nne kama nani kama wezi, sisi wananchi kaskora goli ngapi? Ah, tano, tano, tano, tano, sawa. Kashinda nne moja, kaenda kutoa sare moja moja, goli tano karuhusu goli mbili tu, akasahau. Nimesahau nini, Mnandi? Wakati msimu wa kwanza elfu mbili kumi na tisa simba anaenda, Simba ilipigwa goli kumi na tatu kafunga goli ngapi?

Umeona kisa moyoni? Alafu Simba kaenda. Unasemaje? Kwa hiyo umeona sasa Simba yeye kafunga goli sita, maana yake kila mchezo kafunga goli moja. Lakini nyuma mwiko mpaka sasa hivi, maana yake mzani umebalance. Kaondoka na alama tisa, lakini kila mchezo kafunga goli katika michezo sita. So goli sita. Sawa. Lakini yeye nyuma mwiko mpaka sasa katika dakika 180 michezo hii, ana goli moja tu. Hiyo balance ataipata. Umeona uzuri huo. Ali ambaye ana point kumi kama yeye sasa. Kaskoa goli tano, maana yake unaona kana kwamba sasa yuko vizuri, hana shida. Yeah. Ila huyu kabebu mpaka anafika hapo papa zote? Mashindano ya kafu yakaishia hapa. hapa. Hawezi kuishia <laughs> Eh bwana eh. Anaishia hapa. Cha pesa Cha pesa nisikilize, Mnandi ni ndugu yangu, nataka nimpe tahadhari Mnandi. Msimu huo sasa hivi wanalifajiri wana, wanajifajiri kwamba sisi tulishai kumpiga Vipers nje ndani tukampiga wao goli saba, naambia timu Kibonde, ndio wale wafunga juzi. Uwezo Simba wa kumfunga tu spese tu ni si nje ndani hana na Petro atetiko mpira uliosukuma juzi na wale Waarabu Simba anaenda kufuata. Shughuli imekwisha. Simba, kullu man alaiha. Wajiandae na ligi hapa. Shauri imekwisha. Kullu man alaiha fani. Kila kitu kitakufa, Simba kashaisha. Sawa. Mwaka jana ilikuwa Yanga tu tumemaliza. Tumpige <laughs> We, za ndanimshupig Simba ana mechi hizi. Mnandi hatomuona hapa. Anaespese tuni si mbili za kufuatana, alafu anaenda Atletico. Shughuli imekwisha. mechi ya mwisho hapa akuja kutalii.

Subiri basi, tuongee kwa pointi. Paka sasa kwenye shirikisho kwenye klabu bingwa timu zote ukiona ina pointi nne, ina pointi tano, ina pointi sita, maki wengine na pointi sita. Hakuna mtu mwenye goli moja tu. Yaani mwenye goli moja ni yeye. Ana alama nyingi akiwa na goli moja. Anajiuliza alama kazipataje? afa na goli moja. Maana yake huyu anabebwa, sasa kubebwa kabebwa na yule. Hapa kule kaenda kukutana na kile kibonde ambaye akijitambui nyumbani kwake. Kwa hiyo kwa kumalizia, mimi nataka nimalizie. Young Africans bila engineer Hersi Said kupewa kile cheo kwenye michuano ya CAF. Lile dhidi ya FAR Rabat lilikuwa chuma. Ipi? So sababu ya kile cheo bwana. <laughs> Kwani Simba Simba alipokuwa na shinda hapo tulikuwa na cheo gani? Ah, Simba alipokuwa na shinda hapo tulikuwa na cheo gani? Si watu si watu si wanaangalia si si. Naomba unisikilize. <guna> Rais wa CAF uko juu. Yule sio rais yule, mlinzi. Yule anacho gani? Kwenye mkutano wa CAF waonekana, unaniambia je mlinzi rais bwana. Yule yule, mlinzi. Yaani binafsi tu kwamba wao wana mganga wao, kazuia muamuzi asione kama ile offside au sio offside. Lakini sio kama engineer akasaidia kwenye hilo soko. Mimi nakataa. Bwana, mimi niwaambia mimi kitu kimoja tu. Kaukuletea yenu, kapigeni vizuri. Nyumamwiko ana alama nne, yuko nafasi ya pili yake na goli moja. Simba hana alama hata moja kwenye michezo miwili, lakini naye pia ana goli moja. Yaani utofauti ni point. Kwao naamini binafsi. Mpaka tukimaliza hizi hizi mechi mbili zinazokuja sasa. Hizi tumeshafunga kwenye mechi mbili, mwezi wa kwanza mashindano ndo anarejea hapa, tunapisha Afcon. Naamini hizo mechi mbili zinazofuata, mlio naisikia Simba itabadilika. Tunaanza kusikia kwenye bwawa pale, usajili, usajili, usajili ufanyike. Simba kimataifa, kuna shida gani Simba mpaka ukafanya usajili mkubwa huu sasa hivi? labda ndo tutaongeza golikipa mwingine wa kigeni kama tulivyofanya kwa Ayubu la Credi kwamba tumwongeze huyu ili aje kuziba pengo lake kwa sasa. Sasa tuna golikipa mmoja ambaye tunamtegemea, lazima apatikane mbadala wake, labda nafasi hiyo kwenye masuala ya kusajili. Lakini kwenye sehemu kule ya mbele sijaona shida shida kubwa, bado sisi wenyewe tu kufungua njia na kuweza kuskoa magoli, kwa sababu kwenye ligi mpaka sasa tushaskoa goli nane na tuna alama ngapi? Tuna alama tisa. Sasa hiyo ina, ina na timu inakaribiana na pointi, niambia timu hiyo ya kawaida, na ndio timu pekee ambaye mpaka sasa hajapoteza mchezo. Mimi atapoteza, atapoteza. nakwambia <tutu> hii tarehe kumi na tatu ilikuwa inafika, si ilikuwa tunamnyoa matatu? Wana bahati wamestuka. Kwa timu gani mpaka tarehe? Alikuwa hali leo leo tarehe, Azam sio mtu wa kumwekea zamana kwa Simba. Hata msibaba na shangazi tu anda kucheza. Au sisi. Sisi ndio kwa matatu kwa tunamfuta tunaenda mbele. Kwa sababu huyu Mnandi mimi nataka nimwambie kitu kimoja. Mpira wa Tanzania haijui. Labda haijui. Wakati wao wanasema viongozi wangu wanaendesha mpira vibaya, angalia na wachezaji wako. Simba kuna wachezaji wengi wamewaacha wenye quality walioingia yeah, hawana. Unajua so kusema umewaacha. Umemwacha wakita, beki Shemaloni, umemleta beki ndani kumzidi Shemaloni. Sasa endeleo. Anamzidi nini? Anamzidi nini? Shemaoni, leo yuko wapi? ambaye huko kwambiwa ni mbovu alikuwa na kwa wapenzi wa MC? MC Simba, ipi timu iliyoa na kezaji mkubwa? nenda kwenye lenki hapo, walimwambia inonga hapa duka akaenda kule farabati hawa mm, wana shida zao, wachezaji waliokuwa nao juzi wali, tulikuwa tunaongea hapa mnamuacha Shabalala. Yeah, yeah, yeah. Antoni Mligo watu wamepressi mali mguni wamechukua wameenda kuweka juzi pale kaporo aua magoli yake kusubiria penalti na faulu na free kick. Watu wamepola mali, wameweka timu, we huna yeah. Shukrani sana ndugu zangu, asante sana mimi, niwaambie tu neno moja <laughs> Wewe umenilazimisha ume, ili nifanye bato na huyu sikuwa, nataka kufanya bato na huyu lakini tunza haya maneno. Sawa? Nimepiga tathmini ya alama zao nimepiga tathmini ya goli zao za kufunga. Timu yoyote yenye ishara njema lazima iwe na uwezo wa kuscore. Hiyo ndio timu yoyote ambayo unaipa nafasi dume bila kusikoa mechi ile tungesema wana alama nne. Kwao naamini bado wana ishara mbaya, kwa sababu mechi zinazokuja kuanzia tarehe moja au tarehe mbili wako na ahari home and away. wao wanaanzia Misri sawa, wao wanaanzia pale nyuamani sawa. Ahali anaenda robo fainali kupitia nyuma, mwiko anapiga nje ndani, anachukua alama sita kwa katimiza alama kumi. shukrani sana ndugu zangu.